Karibu katika sehemu ya tatu, mara ya mwisho tuliishia hapa wakati bidada Jeni akiwa kwa mganga, na kupatiwa siri zote kuhusu mumewe na sababu ya watoto sita kufariki katika mazingira ya kutatanisha. Macho mekundu yanaona yote. Kete zinasema kuna kivuli kikubwa juu yenu. Lazima tutoe sadaka. Je, unajua ni nini kilitokea baadaye? Hiki ni kisu cha shaba, sio kisu cha kawaida. Ndio silaha utakayoitumia kumwangamiza joka. Muongo mkubwa wewe okay, kabla sijaanza sehemu ya tatu hebu kwanza laiki kisha ni follow au subscribe. alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako okay, tuyanze hadithi yetu hofu ilimkaba Jeni kooni ikimzuia kupumua kila neno la mzee Kidinga lilisikika kama msumari ukigongwa kwenye jeneza la maisha yake macho mekundu yanaona yote Kete zinasema, kuna kivuli kikubwa juu yenu. Lazima tutoe sadaka. Watoto wake Tumaini, Bahati, Neema wote hawakufa, waliliwa, walikuwa chakula, chakula cha joka. Na mume wake Bwana Heri, yule mwanaume aliyempa kila kitu, alikuwa ndiye mchinjaji. Aliweza kunongona tu, huku mwili mzima ukitetemeka. Na wewe ndiye ungefuata. Mzee Kidinga alikazia macho yake makali, yakimchoma Kukimbia kwako kuja hapa ndiyo kimekuokoa, lakini huwezi kukimbia milele. Hilo joka linadai damu na Bwana Heri sasa amekosa kafara aliyoipanga. Atakutafuta, atakutafuta mpaka mwisho wa dunia. Unapa kwenda? Nifanye nini? Jeni alilia akimshika Mama Juma aliyekuwa pembeni yake, naye akiwa amepigwa na butwaa. Mzee nisaidie, sitaki kufa, sitaki. Lakini siwezi kupambana naye, yeye ni ni shetani Mzee Kidinga alitazama chini kwenye kete zake za ramli. Alikaa kimya kwa muda mrefu kiasi kwamba Jeni alidhani amemsahau. Kisha akainua kichwa. "Kuna njia moja tu," alisema kwa sauti ya chini na ya kutisha. "Huwezi kukimbia, lazima upambane. Lazima urudi kule ulipotoka, lazima uingie kwenye ilo tundu la nyoka na kulikata kichwa." Jeni alihisi mapigo ya moyo yakisimama. "Nirudi kwenye ile nyumba? ananiwa papo hapo." Atakuwa usiporudi pia, mganga alijibu kwa ukali. Sikiliza, huyo mwanaume si mwanaume tena. Yeye na hilo joka wamekuwa kitu kimoja, roho yake imeunganika na ya hilo pepo. Kumuumiza joka ni kumuumiza yeye, na kuliwa joka ni kumaliza yeye. Lakini liko kwenye kile chumba, kimefungwa, siwezi kuingia. Unaweza, mzee Kidinga alimkatisha. Aliingiza mkono wake kwenye kibuyu kikubwa kilichokuwa pembeni yake na kutoa vitu vitatu. Alimpa Jeni hirizi ndogo iliyofungwa kwa uzi mweusi. Hii ni hirizi ya mvua na mwezi, itakukinga na giza la chumba kile, itakukinga na nguvu za giza za chumba kile, itaficha harufu yako ya kibinadamu kwa muda mfupi. Vaa shingoni, usivue kwa lolote litakalotokea. Kisha akampatia mfuko mdogo wa ngozi. Huu ni mfuko wa vumbi la giza, utautupa mbele ya joka na litapofuka kwa muda vumbi hili limetengenezwa kwa majivu ya popo na mizizi ya mjafari. Litatupa joka litapofuka kwa muda. Na mwisho akatoa kisu kidogo lakini kizito. Hakikuwa cha chuma, kilikuwa na rangi ya shaba iliyokolea na kimechongwa maandishi ya ajabu. Hiki ni kisu cha shaba, sio kisu cha kawaida, ndiyo silaha utakayoitumia kumwangamiza joka. Hiki ni kisu cha shaba, chuma cha kawaida hakiwezi kumdhuru. Lazima umlenge sehemu moja tu, chini ya kidevu chake kuna sehemu laini katikati ya magamba yake, hapo ndipo roho yake ilipo. Dunga hapo kwa nguvu zako zote. Jeni alipokea vile vitu kwa mikono iliyotetema lakini, mlango ule mlango umefungwa kwa kufuli kubwa na na sijui nini kingine. hirizi hiyo itakufungulia mzee Kidinga alisema, ule mlango haujafungwa kwa chuma tu, umefungwa kwa damu. Hirizi hii itavunja hiyo laana, lakini una nafasi moja tu na lazima ufanye usiku wa leo leo ndiyo usiku wa leo. Ni mwezi mwandamo, saa tisa kamili usiku. Hiyo ndiyo saa ambayo joka linakuwa limelala fofofo, likimega nguvu za kafara zilizopita, na bwana Heri anakuwa kwenye maombi yake, akijifungia chumbani kwake, akiunganisha roho yake na ya hilo joka. Wote watakuwa wako dhaifu, huo ndiyo muda wako. Ukishindwa leo, utapata nafasi nyingine. Hofu na hasira vilipambana ndani ya Jeni. Hasira ya kuuliwa watoto wake sita, hofu ya kile kilichokuwa kinamsubiri. Hasira ilishinda. Machozi yalikauka, uso wake ukawa mgumu kama jiwe. Hakuwa tena yule Jeni mnyonge aliyekimbia nyumbani, alikuwa mama aliyeondolewa watoto wake. Nitafanya, alisema kwa sauti ambayo si yake. Mama Juma alimkumbatia kwa nguvu. Mungu akuongoze mwanangu, pigania maisha yako, pigania roho za watoto wako. Safari ya kurudi Dar es Salaam ilikuwa ndefu zaidi. Gari la kifahari la Land Cruiser nane sasa lilionekana kama jeneza la dhahabu likimrudisha kwenye kaburi lake. Kila kilomita iliyopita moyo wake ulimdunda. Alikuwa akirudi kwenye tundu la simba akiwa na kisu kidogo cha shaba na mfuko wa vumbi. Alipanga kichwani mwake atamwambia nini Bwana Heri. Angejifanya mnyonge, angejifanya amerudi kuomba msamaha angejifanya alikuwa amekwenda kaburini kwa mama yake kuomboleza kizazi chake kilichopotea. Alihitaji tu kufika saa tisa usiku. Alifika kwenye geti kubwa la jumba lao la Masaki majira ya saa mbili usiku. Walinzi walimfungulia geti huku wakimtazama kwa mshangao. Aliegesha gari na kushuka. Nyumba ilikuwa kimya, kimya cha kutisha. Alipofungua mlango mkuu na kuingia ndani, alimkuta Bwana Heri amesimama katikati ya sebule kubwa akimsubiri. Hakuwa amevaa suti zake za gharama. Alikuwa amevaa kanzu nyeusi ndefu. Macho yake yalikuwa mekundu na uso wake haukuwa na tabasamu lile la unafiki. Ulikuwa ni uso baridi wa kikatili. Ulikuwa wapi? Aliuliza kwa sauti tulivu, lakini iliyojaa tishio. Mume wangu, Jeni alianza, akijitahidi kutetemeka na kulia kama alivyopanga. Nili nilienda kijijini, nilienda kuomba kwenye kaburi la mama yangu. Kizazi changu kimeisha. Nimechanganyikiwa, nisaidie. Bwana Heri alimsogelea taratibu. Alimwangalia kwa muda. Kisha kwa nguvu. Uongo mkubwa wewe. Kofi zito lilishuka kwenye shavu la Jeni likimwangusha chini. Uongo, alinguruma. Unafikiri mimi ni mjinga? Nimejua. Nimejua roho yako inataka kutoroka. Ulikuwa na nani? Umeongea na nani? Jeni alishika shavu lililokuwa linawaka moto huku akitetemeka kwa hofu ya kweli sasa. Sija, sijaongea na mtu. Na apa umechelewa, Jeni, Bwana Heri alisema akimwinua kwa kumshika nywele. Nafasi yako imeisha. Nilikuwa nimekupa muda, lakini sasa uvumilivu wangu umefika mwisho. Alimburuta mpaka kwenye chumba chao cha kulala na kumtupa ndani. Utakaa humu, alisema akimfungia mlango kwa nje. Utoki hapa. Usiku wa leo unaenda kulipa deni langu. Wewe ndiye kafara yangu mpya. Jeni aligonga mlango akilia na kuomba, lakini Bwana Heri alikuwa ameshaondoka. Alisikia hatua zake zikielekea kwenye chumba kingine, kisha akajifungia. Maombi yake yalikuwa yameanza. Jeni aliangalia saa, saa tatu usiku, alikuwa na masaa sita alikuwa amefungiwa. Lakini alikumbuka kitu. Katika maisha yake ya umaskini Manzese, alikuwa mtaalamu wa kufungua milango iliyojifunga. Alivuta pini kutoka kwenye nywele zake Mikono ikitetemeka alianza kazi. Ilimchukua masaa lakini hatimaye saa nane na nusu usiku alifanikisha. Mlango ulifunguka kwa kishindo kidogo. Nyumba yote ilikuwa giza. Sauti pekee iliyosikika ni ya Bwana Heri akiongea lugha ya ajabu ya kutisha kutoka chumba chake cha maombi. Jeni alitembea kwa kunyata, huku ameshika kisu cha shaba mkononi na mfuko wa vumbi kwenye kiuno, hirizi shingoni mwake ilikuwa ya baridi kama barafu. Alifika mbele ya ule mlango mweusi wa chuma ofisi ya faraga. Ulikuwa umefungwa kwa kufuli kubwa zito, lakini kama mzee kidinga alivyosema, kulikuwa na kitu kingine, alama ya damu iliyokauka iliyochorwa kama nyoka. Alipousogelea tu, hirizi shingoni mwake ilianza kuwaka joto joto. Kali ilitoa moshi kidogo ulipogusana na alama ile ya damu. Sauti kama ya chuma kinachoyeyuka ilisikika, na lile kufuli kubwa likaanguka chini. Mlango mzito ukajifungua wenyewe taratibu, ukitoa sauti ya kutisha. Harufu iliyomtoka ndani ilimfanya Jeni atake kutapika. Harufu ya damu iliyooza, kiberiti na kitu kingine cha kale na kichafu. Alishika pumzi na kuingia ndani. Okay, leo naomba tuishie hapa, tukutane tena kesho katika wakati mwingine